Uulia tena eh? Aya. Tayari. Sasa, naomba nisikilize, sema ehe. Ehe. Naomba nisikilize, sema, ehe. Ehe. Naomba nisikilize, sema ehe. Ehe. Tunataka mtoto mmoja atakayeweza kutukomboa, tuko kundi la watu watano, lakini tunajua mwenzetu tu akitokeza hivi anakuwa jasiri kuwakomboa watu watano. Sasa tunahitaji watu sita. Watu hawa sita tunaomba KKG, KKT Chamazi mtoto mmoja, Buguruni mtoto mmoja, Morofiani mtoto mmoja, Saku mtoto mmoja, Andrikana mtoto mmoja na Morofia. Naomba niliwataja mtoto mmoja yeye. Wakati wao huko mnarudi nyuma. Unaifuata mimi. Narudi nyuma. Unakuja kwa. Rudi nyuma, rudi nyuma.